Naam, tunaendelea na kama tulivyokuambia, bado tunaendelea kuzungumza kuhusu maisha ya aliyekuwa mtangazaji nguli na eh, mkurugenzi wa idara ya habari na mawasiliano Ikulu Zanzibar na msemaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, uh, Charles Hilary ambaye amefariki jana, na tunazungumza na moja kati ya viongozi wa Azam Media Limited eh, ambaye ni mkuu wa operation Yahya Muhamed uh, ambaye tuko naye hapa kwa ajili ya kuangazia uh, mchango wa Charles Hilary ndani ya Azam Media, ndani ya tasnia ya habari, lakini pia kwa taifa letu. Uh, karibu sana uh, Yahya. Na, na nashukuru sana, sana. Pole pole ya, nafikiri ni pole kwetu sote kama wafanyakazi mm, wa Azam Media, lakini pole pia kwa familia ya marehemu Charles, lakini pole kwa wanatasnia wote wa habari Tanzania, lakini pole kwa Watanzania wote kwa ujumla. Ni msiba mkubwa kwa kweli, na tuseme ni msiba mkubwa hasa wa kitaifa, na tuseme tu kwa ujumla wake kwamba tasnia imetikiswa tena kwa mara nyingine. na mtumkaribishe mm -hmm, pia eh, mmoja kati ya watu ambao walifanya naye kazi kwa karibu mm -hmm, na alikuwa partner wake kwenye eh, kusoma habari mm -hmm, Ivona Kamuntu uh, Ivona karibu sana kwenye matangazo yetu na pole sana.

na guda kitu tukumbushe ratiba lakini pia tuwakumbushe kwanza kidogo pia wasifu wake. Ndiyo. Alafu tutaendelea kuangalia namna ambavyo aliweza kufanya kazi na Azam Media Limited tuna mm. Tuwakumbushe kwanza ratiba ambapo tarehe kumi na mbili Mei yani leo, mwili wa marehemu Charles Hilary utatolewa katika hospitali ya Mloganzila na kupelekwa nyumbani kwake Kibamba CCM jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na maombolezo. Lakini tarehe kumi na tatu yaani kesho, saa tatu kamili asubuhi mwili wa marehemu Charles Hilary utaondolewa nyumbani kwake Kibamba na kupelekwa kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Anglikana Ubungo, Dar es Salaam, ibada maalum ya kuagwa ndugu jamaa na marafiki itakapofika saa kumi na nusu jioni, mwili wake utasafirishwa kuelekea Zanzibar, na saa kumi na mbili jioni mwili wake uh, utapelekwa bandarini na utatolewa bandarini, utapokelewa bandarini na kupelekwa nyumbani kwao Makadara, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Zanzibar. Saa moja usiku sala pamoja na nyimbo za maombolezo itafanyika. Na itakapofika itaka tarehe kumi na nne Mei saa nne hadi saa tano asubuhi, basi mwili wake utatolewa nyumbani na kupelekwa ukumbi wa Idris Uh, wilaya mjini mkoa wa mjini Magharibi Zanzibar, ukumbi mm, wa Idris Abdul Wakil mm -hmm, itakapofika saa sita hadi saa nane na nusu mchana, mwili wake utapelekwa katika ukumbi huo, na viongozi wa serikali, mabalozi, vyama vya siasa, vyombo vya ulinzi na usalama, wanahabari na waombolezaji wote kwa ujumla watapata nafasi ya kuaga saa tisa alasiri, ibada ya maziko sehemu ya kwanza ya marehemu Charles Hilary katika kanisa kuu la Kristo Mkunazini, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar na alasiri itakuwa ni msafara wa mwili wake kupelekwa katika makaburi ya Mwana kwerekwe -kwe, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi Zanzibar, na itakapofika saa kumi na nusu hadi saa kumi na moja aa, itakuwa ni hitimisho wa safari yake ambapo ibada ya maziko sehemu ya pili itafanyika ikiwa ni pamoja na kuweka mashada maua na salamu za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika makaburi ya Mwana kwerekwe. Hivi ndivyo ratiba itakavyokuwa mm, na tutakuwa tunaendelea kukujuza kila kitakachokuwa kinajiri, na sasa tukukumbushe tu kidogo namna ambavyo safari yake ilikuwa kabisa. Uh, Charles Hilary alizaliwa tarehe 22 Oktoba mwaka 1959 huko visiwani Zanzibar. Katika tasnia ya habari amekuwa na uzoefu wa takriban miaka 41 akitumikia vyombo mbalimbali vya habari ambapo alijiunga na Radio Tanzania mwaka 1981 na kutumikia chombo hicho cha umma hadi mwaka 1994, alipojiunga na kituo binafsi cha Radio One na ITV. Mwaka 2003 aliondoka nchini na kujiunga na Radio Deutsche Welle nchini Ujerumani, na miaka mitatu baadaye alijiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC akiwa idhaa ya Kiswahili. Mwaka 2015 alirejea nchini na kujiunga na Azam Media Limited. Rais wa Zanzibar Dr Hussein Ali Mwinyi alimteua kushika wadhifa wa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano na habari Ikulu Zanzibar Desemba 30 mwaka 2021 akitokea Azam eh, Media na tarehe 6 Februari mwaka 2023, eh, aliongezewa nafasi nyingine na aliteuliwa kwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, nafasi ambazo amezitumikia hadi umauti ulipomkuta. Uh, labda tu, tuzungumze tuanze na Ivona eh. Ivona umepata nafasi ya kufanya kazi kwa muda kwa muda mrefu kwa miaka kadhaa na Charles Hilary, unaweza ukamwelezea wewe binafsi alikuwa ni mtu wa namna gani kwako? Charles alikuwa ni zaidi ya kufanya eh, kazi kwa baba eh, kaka, mentor rafiki eh, wa karibu sana sisi vijana tunasema mshikaji. Alikuwa ni mtu mwema sana, tamkumbuka hasa si tu furahi kwa mambo makubwa matatu. Charles alikuwa anapenda watu wafurahi, si tu furahi, lakini pia kwampenda kuchekesha. Kwa hiyo hata akiniona sipo kwenye mood nzuri, alikuwa anahakikisha kwamba ni furahi ili tukufanya habari vizuri. Lakini ile Charles alikuwa na nidhamu sana ya kazi, alikuwa akiingia kwa wakati, akifanya kazi zake kwa mpangilio alikuwa ni ni mtu ambaye alikuwa anafuata muda e, kwa umri wake ilikuwa si rahisi, lakini alikuwa akiingia kazini asubuhi sana na anatoka usiku pamoja na sisi. Lakini vilevile Charles ni mtu mmoja ambaye alikuwa ana passion kubwa sana e, mbali tuna uadilifu wake wa kutuangalia mkubwa ama mdogo, lakini alikuwa na kubwa sana, alikuwa anaipenda kazi yake. Alikuwa haifanyi kwa, kwa mazoea, na alikuwa anapenda watu wafanye kwa kupatia, si kwa kubahatisha, hasa kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kwangu mm. nina mengi ya kumzungumzia kwa kweli. Sawa sawa. Na tukirejea hapa studio, tunafahamu licha ya kwamba Charles alikuwa aki anashiriki katika utangazaji na anashiriki katika kuandaa maudhui, lakini alikuwa katika nafasi za uongozi. Tujikumbushe, uongozi wake ulikuwa ni wa aina gani na vitu gani tunaweza kuvikumbuka, na labda pengine tukimtazama tuki Charles, hmm. na m, kabla kwenda katika kina kuweza kuangalia hasa eneo hilo la uongozi ambalo alihudumu kwa karibu miaka sita hmm. akiwa na sisi kama Azam Media katika nafasi mbalimbali mbali, lakini kipekee tu niseme wakati mwingine ni, ni, ni, ni, ni, fursa nzuri au ni bahati uh, kuweza kupata binadamu akiyazungumza yale maisha yako na ule wasifu wako mzuri ukiwa bado uko hai unapumua, yeah. na pumzi ya Mwenyezi Mungu. Ni wachache sana ambao wanaweza kupata bahati kama hiyo, ukawa unazungumzwa vizuri, watu wakakuelezea kwa namna gani ambavyo wewe ni, ni kiungo muhimu katika maeneo yao utendaji wa kazi, lakini pia ni kiungo muhimu kwa kiasi gani katika kui, jamii kufanya ele mambo ele zaidi. Kama leo iliyopita tulikuwa na tuzo kubwa sana za wanahabari hapa Tanzania ambazo ziliitwa jina la mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia, na moja katika matukio ambayo mimi yaligusa sana moyo wangu ni tukio la kutambuliwa kwa kazi kubwa ambayo ameifanya mzee wetu Dastan Tido Mahando katika tasnia ya habari hapa nchini Utaona ni uungwana wa kipekee sana kwa tuzo ile maalum ambaye aliweza kuitoa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, uh, kumtunuku mzee Tido, lakini akijaribu kuthamini na kuonyesha kwa kiasi gani kama taifa tuna uthamini na kutambua mchango mkubwa aliyofanya, uh, Danstan Tido Mohando, katika mageuzi makubwa ya tasnia ya habari hapa nchini. Ukimzungumza Charles leo katika utendaji wake, hakuna namna yoyote ambayo unaweza ukamzungumza Charles na, na ukamtenganisha na, na, na Tido Mwahando mm. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo tu si yalionekana mapema a, kwa kuthamini mchango wa Tido ulikufanywa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini huo ndio ukweli wenyewe mm. Kwa hivyo utaona ni watu wachache sana ambao Mwenyezi Mungu anawapa bahati kama hii ya kuzungumzwa uzuri wako ukiwa bado uko hai unasikia, wengine wenye, wenye hisia zao utamwona anadondosha machozi katika wakati kama huu yeah. mm. na lakini ndio hivyo, hata vitabu vitakatifu vimetuhusia vimetu sana, wanapokuwa wenzetu wametangulia katika, katika haki, basi tuwazungumze kwa yale yaliyo mema zaidi kuliko ule upande wao mwingine ambao huwa hauonekani sana, na wakati mwingine sio vizuri kuhukumu, maanake mwenye nafasi pekee ya kuhukumu na, na kuzungumza au au kutolea maamuzi ni muumba au Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo tukimzungumza Charles, mimi nakumbuka wakati tunaanza tuna naye kufanya kazi hapa Um, Azam Media mwaka elfu mbili na kumi na tano ndio alijiunga na sisi mwezi mm, um, Aprili na um, ni mtu ambaye kwa kweli kila mmoja anamzungumza kwa namna yake, lakini mimi niseme tu ni ni muhimili au ni muumini mkubwa wa lugha ya Kiswahili. Amelala katika mambo ambayo Charles yaliyasimamia sana katika uongozi wake na mambo ambayo mimi kamwe sitoyasahau. Hata majuzi tu akiwa anaumwa, bado bado alikuwa anatazama TV, anaweza akatazama makosa madogo madogo, wapi herufi haikuandikwa vizuri, wapi vizuri jina limekosewa, wapi Kiswahili kimepindishwa, na alikuwa hasiti muda wote. Wakati akitumikia nafasi yake ya kurugenzi na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, alikuwa kila wakati akitazama habari na akitoa makosa na akitaka yarekebishwe na katika vitu ambavyo alikuwa anavichukia sana katika, katika maisha yake ni kukosewa kutamkwa ama kuandikwa kwa jina lake mm -hmm. Unajua kidogo jina lake lina, lina, lina, lina muundo wa herufi ambazo wengi huwa wanazichanganya na hasa ni baada ya kuwepo na viongozi mashuhuri ambao wana jina la karibiana na la kwake mm -hmm. Na sasa wengi wamekuwa wakilifananisha jina hilo na ile, yeye alikuwa hapendi, na alitaka ulitamke jina lake vizuri mm. -hmm. Na, na, na, na, uliandike vizuri. Hii maana yake ni nini? Ndio. Mm -hmm maana yake utendaji wake, uongozi wake ulikuwa umejengwa katika misingi ya kutazama tuseme, details ndogo ndogo, hakupenda kuzipuuza details ndogo, ndogo. Alikuwa ya ni bisa, mtu ambaye ni makini akizitazama na kuweza kuona hiki kimekosewa, hiki kiko sawa, hiki kiko sawa sawa sawa, tukirekebisheje kiweze kuweza kuwa katika namna ambayo Itakuwa ni bora zaidi. Huyu alikuwa chachu katika mm. utendaji wake. Mimi si nafikiri, umekumbuka sasa zile simu, ukitoka tu kwenye kipindi mm, kama kuna kitu umekosea, unaona tu simu inaita mm. ukisema watu kumi na, na nane watu kumi na nane lazima atakupigia mm. ah, simu bana Hakuna watu kumi na nane kuna watu kumi na wanane. Sasa mimi nilikuwa nikitoka nikiona tu simu nimekosea nini tena <laughs> najua tu hii simu kuna, kuna kitu mm. nimefanya mm, mm, mm. ambacho kimeharibu lugha ya Kiswahili kwa alichosema kuhusiana na kusimamia lugha ya Kiswahili ilikuwa mm. ni jambo ambalo alisimama ali, ali, ali nalo, lakini uh, tumezungumza uh, tume, uh, tume, tume na Ivona moja kati ya watu ambao tumefanya naye kazi kwenye Azam News mm. lakini pia uh, kabla ya hapo alikuwa idhaa ya Kiswahili ya BBC mm. ambapo tuliona pia ule nasema, uh, nini ile duo, ile partnership yake na Salim Kikeke mm -hmm. Kwa Salim Kikeke ni miongoni mwa watu ambao tumezungumza nao na wameeleza namna ambavyo wanamkumbuka uh, Charles Hilary. Um, kuna nafikiri key moments kadhaa ambazo naweza nika mkumbuka nazo Charles. Uh, ingawa mpaka saa hizi bado na process uh, tu hasa kilichotokea lakini uh, moja ni kwa Charles uh, ndo alinisaidia kuingia ITV, wakati natoka Channel 10. Nilituma tape yangu akaipeleka newsroom, nikaitwa kwa ajili ya screen test, na ndo nilipoanzia kazi ya uh, nilipotoka Channel 10 nikaenda uh, ITV uh, lakini mwezi Mei mwaka elfu mbili na tatu uh, Charles Hilary wakati anaondoka na yeye kwenda uh, kupata kazi Ujerumani tulipishana wiki moja tu uh, ye kenda Ujerumani mi nikienda London uh, nikienda BBC, alafu tukaja tukakutana tena Uingereza mwaka elfu mbili na sita ye akitokea sasa Deutsche Welle kuja BBC na tuka, wakati huo ndo tumeanza matangazo ya Premier League kwa lugha ya Kiswahili. Lakini uh, hatua nyingine kubwa ambayo mimi na Charles tumeweza kufanikisha ni matangazo ya kwanza kabisa ya Kombe la Dunia kwa lugha ya Kiswahili uh, haijawahi kutokea tulivyotangaza mwaka elfu mbili na kumi Kombe la Dunia lililofanyika uh, Afrika Kusini uh, halafu mwaka elfu mbili na mbili tukazindua uh, Dira ya Dunia, mi nikiwa mtangazaji kinara yeye akiwa mtangazaji wa michezo. Nimefanya naye uh, Afkon kadhaa uh, nikizikumbuka, nafikiri tulikuwa naye Angola, tulikuwa naye Equatorial Guini uh, Afkon zote tulifanya naye uh, Charles na hata Uingereza kwenye kiti ambacho nilikuwa nakaa, tunavyokaa, alikuwa nakaa Mariam Omar, nakaa mimi, alafu Charles, alafu Zura, alafu mwisho anakaa uh, Zawadi Machibia uh, Charles ni mtu wa utani sana, kwa hiyo muda, um, wote mzaha na nini yani, ah, tammis ta sana kusema kweli, imekuwa ni uh, mshtuko mkubwa, imekuwa ni pigo kubwa sana na kusema kweli tutammis sana Charles uh, yani Is, uh, one in a million. Pole kwa wote na pole kwetu sote kusema kweli mwamba umeanguka. Ni Salim Kikeke, miongoni mwa waliowahi kufanya kazi na marehemu Charles Hilary. Tumekujuza hapa kwamba pia tunaye Ivona Kamuntu ambaye alikuwa akifanya naye kazi hasa hasa katika kusoma habari. Ivona, tukirejea kwako, kwa tukumbushe uh, zile nyakati kabla ya kusoma habari na baada ya kusoma habari alikuwa ni mtu wa namna gani? Na kwako wewe alikuwa na mchango kiasi gani kukufanya uwasilishe vizuri kile ambacho mlikuwa nacho? mm. Eh, che, kabla ya kusoma habari kwanza alikuwa anapenda kushiriki vikao ambayo vinatengeneza hiyo habari yenyewe anaweza kuisoma. Alikuwa ni mtu wa kuchangia mawazo, kuyachakata eh, na kutoa mawazo kuijenga hiyo habari lakini kabla ya kuisoma alikuwa anapenda kulihaso, alikuwa kwa anapenda kwanza eh, pamoja ya kwamba ameipitia na utakumbuka kwamba alikuwa ni mkurugenzi wa UFM. Kwa hiyo yeye akikaa kule akipitia kwenye kompyuta, akiona kitu, akijakaa sawa, takupigia simu, ambao angalia hapo, mbona kama sijaelewa, mbona kama hiki kitu akijakaa sawa embo, kirekebisheni, kwamba unakirekebisha anauliza wahariri, tunakiweka sawa, alafu ndivyo anakuja, eh, nusu saa kabla ya habari tena, tunapokuja studio amesha keti amesha ambisha mic, anaanza kuchokoza watu, anasubiri mseme mwanze rehaso. Alafu kisha rehaso, lazima atafute namna awachekeshe tu, ili mambo yaende vizuri. Tutafanya uh, bulletin yenu, tutasoma pale uh, anapenda utani hapo katikati. Mkimaliza bulletin nzima hamjacheka mada, aongea kitu ambacho kikakufanya utabasamu, basi huyo so chance na utakuta kwamba kabla hatujaanza taarifa habari, yeye alikuwa ana vibonzo vile. Kwa hiyo anamwambia uh, eh, ambaye ni mwongozaji wa simu e, hebu tucheza kibonzo kwanza, ivona akione. A, kuna wakati ananionyesha, kuna wakati ananiambia leo na kusurprise naweza <laughs> <laughs> kakuta mwishoni ana kusurprise kweli <laughs> na ni kitu cha kuchekesha, utakuta cheka, utawaza mzee huyu <laughs> lakini huyo ndo Chazi. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati mzuri sana wa kufanya naye kazi na ilikuwa rahisi kwangu. Watu wengi wameniuliza ilikuwa rahisi kwa kiwango gani kufanya kazi na Chazi? Ilikuwa ni rahisi kwa sababu amekuwa ni mtu eh, mnyenyekevu muda wote, mtu mwenye furaha muda wote, mtu ambaye ukimfata anakufungulia mkono akukumbatie. Eh, muda wote alikuwa ni zaidi ya mfanyakazi mwenzangu katika mazingira ya mtendaji kazi na hata mazingira ya nje ya ufanyaji kazi wetu, tukimaliza taarifa ya habari tuna tu lazima tupige sogo kidogo, eh, tuongee tutaniane, alafu ndio tuanze safari. Na bahati nzuri wote tulikuwa tuna kajia moja, upo, tulikuwa tukiongozana, kitu mwingine tukichokozana barabarani. Eh, huyo ndo Chazi kwa kweli. Shukran sana Ivona, turejee hapa studio Goodluck, yeah. tunajaribu kupitia baadhi ya maeneo muhimu, muda wetu pia nao sio rafiki sana mm, kabisa kabisa, na, na wakati tumebakiza e, dakika hizi tano, a, tumezungumza na a, sehemu ya viongozi ambao wanaongoza e, vyombo vya habari ambao wamefanya kazi mm. na, na, na Charles Hilary akiwemo, Yahya Muhamed um, tuzungumzie sasa mchango wake sasa kwa tasnia kwa ujumla, yeah. Kwa sababu nafahamu kwamba eh, kuna kunakuwa na mabadiliko ambayo yanakuwepo kwenye tasnia, aina ya utangazaji, namna ya utangazaji, lakini pia lakin kuna, kuna, eh, mabadiliko ya kiteknolojia na mabadiliko ya kidijitali eh, kuna namna ambavyo vyombo vya habari vinapitia mabadiliko fulani fulani. Lakini huyo anatajwa eh, kama nguli wa utangazaji, unadhani vitu gani ambavyo vinaweza vikaendelezwa kwenye utangazaji wa sasa wa vyombo vya habari? Kikubwa, aa, nikilitazama ile swala, um, good luck nitazame kwa upana wake mkubwa hasa kuliko kwenda katika, um, katika eneo dogo ambalo haliwezi kuwa na athari kubwa hasa baada ya kifo cha, cha marehemu Charles. Nichukue pia nafasi hii kwanza kwa dhati sana kuwashukuru uh, wawekezaji wa Zalendo. Sheikh Said Salim Bakresa uh, pamoja na mkurugenzi wetu mkubwa na Abubakar Bakresa ni watu wenye wenye uthubutu mkubwa sana. Nakumbuka kati tuna tunajaribu kutengeneza hii taasisi um, um, miaka ya elfu mbili na kumi na nne nikionekana na mzee wangu Tido tunajaribu kuwaza tutafanyaje ili tuweze kufanya haya. Tido ni mtu ambaye anapenda mambo makubwa sana. Ukikaa naye Tido hafikiri vitu vidogo vidogo, hawazi vile vitu peti peti, kwamba hiki tutafanyaje, anawaza mambo makubwa, mpaka tunaweza kujiuliza, unawaza hivi, unafikiriaje, itakuwaje, na mwisho wa siku nini kitatokea katika hayo unayowaza, yanawezekana? Lakini bahati nzuri akakutana na wakurugenzi au wawekezaji ambao nao katika uthubutu wao, ni maisha yao ambayo wameishi miaka yote, kwa hiyo hawaogopi. Kwa hivyo ukijaribu kuangalia, tunamzungumza Charles, ni mtu ambaye taasisi yetu ileo kama Azam Media, wakati anajiunga kwanza, wengi walikuwa wanaogopa kujiunga na Azam Media, wanasema hii ni television ya ya wauza chapati. Watanzania tuna maneno fulani ya karaha karaha kidogo hivi, television ya wauza mandazi watafanya nini? hawawezi kufanya chochote lakini Uh, hawakuwa hawanajua malengo hasa na makusudio ya wawekezaji hawa uh, wazalendo walikuwa wanataka kuipeleka hii taasisi wapi. Kwa hivyo, mchango mkubwa wa Charles ambao tunataka kuzungumza leo hii katika tasnia yeah, ni, ni utayari na uthubutu kuwa sehemu ya mageuzi makubwa katika tasnia ya habari. Ukiweza kuangalia mchango ambao kama Azam imeweza kuuleta leo katika, katika mageuzi makubwa haya kidijitali hapa nchini Charles, mchango wake huwezi kuuondosha hata kidogo. Wakati anakuja Uh, Charles amekuja na, na, na, na, na, na, na utitiri wa wafuasi ambao walihama nao kutoka BBC. Wakati huo, tuanakuja Charles amekuja na timu ya, ya wenzake wengine wengi kutoka BBC. Mm. Nakumbuka uh, tulikuwa na Joseph Warungu ambaye alikuwa anatoka BBC uh, Nairobi, lakini tulikuwa na um, Kasim Kaira ndio ambaye alitoka London moja kwa moja. Kini pia tulikuwa na Ali Saleh wote kwa umoja wao kuja kujiunga na Azam kwanza, ili ilistua Tanzania kwamba inawezekanaje TV ambayo ilikuwa ni ndogo sana, hatutegemee kuweza kuwa na kwanza kumtoa mtu BBC Mm. Halikuwa jambo dogo, miongoni pia na watu ambao na sita sitasahau pia tulikuwa na, na sita sahau, mashauri naye muda mrefu sana kujiunga na sisi alikuwa ni Salim, lakini jambo ambalo Mwenyezi Mungu hajalipanga hajalikadiria huwa aliwezi kutokea kwa wakati Mm. Hatuwezi kusema tulishindwa, pengine pingine Mwenyezi Mungu akuwa amepanga hiyo um, ahadi kuweza kutimia kuwa moja ya, ya, ya sisi, lakini bado ni, ni, ni, ni, ni mchapakazi mwadilifu, ipo katika tasnia ya kesho, huwezi kuyajua yakatokea okay. ya pengine Mwenyezi Mungu akalipanga katika wakati wake ambao labda utakuja kufikia huko baadaye, lakini kikubwa tu ambacho niseme ni taasisi ambayo uh, Charles pamoja na wengine wengi wamesaidia kuifanya kuwa hapa ilipo leo. Hii tunazungumza mafanikio haya, tunazungumza kuwa na wafuasi wengi kwa kuwa mchango wao na athari yao iliweza kuleta mabadiliko chanya katika tasnia yetu. Kwa hivyo, nafikiri jambo ambalo tulichukue kama, kama, kama, kama angalizo, wako watanzania wengi wako nje ya nchi, wana uwezo mkubwa wa kuweza kuitumikia nchi yao, wana uwezo mkubwa kuleta mabadiliko chanya katika taifa la Tanzania. Wasitumie vipawa vyao na nafasi zao kuendelea kutoa michango katika mataifa ya watu wengine. Ni wakati sasa, unapoona sawa, umetosha, umekomaa unaweza kurejea nyumbani na kufanya mabadiliko makubwa, ambaye naweza akawa chachu katika kuleta ustawi wa taasisi zetu. Rejea nyumbani. Kwa hiyo katika tasnia ya habari inaweza kusema jambo kubwa ambalo tutaendelea kulienzi kama taasisi, tutaendelea kujifunza yeah. kama wanahabari, pale unapokuwa una mchango mkubwa popote ulipo, hata kama uko nje ya nchi na hasa kwa wa diaspora, ukihisi una uwezo wa kurejea nyumbani na kufanya jambo kwa ajili ya nchi yako, fanya hivyo, kwani taifa lako linakuhitaji. Watanzania wanakuhitaji, lakini pia tasnia na sekta mbalimbali zinahitaji watu wenye uwezo mkubwa, ili kuweza kuitoa Tanzania hapa ilipo kwenda katika hatua nyingine. Tunaziuma mafanikio ya Azam mm, tunamzungumza Charles na daima historia haitamsahau. Shukran sana. Tukisema tuzungumze hapa, yapo mengi, tunaweza tukatumia siku nzima, lakini kwa sababu bado tupo katika kipindi cha maombolezo, kipindi cha mazishi yake hadi maziko yake, takua tutapata nafasi ya kuzungumza kidogo kidogo. Siku ya leo tulikuwa na Yahaya Muhamed, afisa mwendeshaji mkuu wa Azam Media. Tutapata nafasi pia ya kuzungumza na baadhi ya viongozi wengine waandamizi wa Azam Media na tutakuwa tunakuletea taarifa hizi kabla tutakapo, kadri tutakapokuwa tunazipata. Asante sana pia Ivona Kamuntu ambaye tumezungumza naye kutokea hapa hapa jijini Dar es Salaam. Um, tunahitimisha hivyo tukiwa bado tunaendelea katika kipindi hiki cha maombolezo. mimi ni Mero Simbaya, mwenzangu ni Goodluck Paul.